Ibrahim ametoka ameenda kupigana na hao wafalme. Maandiko yanasema wakati ameshinda ile vita, akiwa njiani anarudi, Ibrahimu wakati huo akiitwa Abraham, alikutana na mtu aliyeitwa nani? Melkizedeki. Sasa alipokutana na huyo mtu, Ibrahimu alichukua sehemu ya kumi ya vitu ambavyo alivipata kule kutoka aliposhinda vita, akavichukua hivyo vitu, akamkabidhi huyo Melkizedek na maandiko yanamwelezea Melkizedeki yakisema huyo Melkizedeki ambaye Ibrahimu alikutana naye, hana baba wala hana mama, hana mwanzo wala hana mwisho. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba Ibrahimu alikutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati alipotoka kupigana vita, amewapiga wale wafalme, wakati yuko njiani anarudi, Mungu akamtokea akiwa mfalme wa, wa Melkizedek. Na tunajua Melkizedek ni jina la Mungu, anaitwa mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana pia Mungu anajiita, anasema yeye ni mfalme wa amani. Wakati anamtambulisha Yesu anasema huyo mwana ambaye uweza wake utakoma begani mwake ataitwa mfalme wa amani. Kwa hiyo maanake Ibrahimu alikutana na Mungu mwenyewe. Alipotoka kushinda vita, anarudi njiani, anamkuta huyo mfalme. Alipomuona, maandiko anasema Ibrahimu akatoa sehemu ya kumi ya vitu walivyokuwa navyo akamkabidhi huyo Melkizedek. Kwa hiyo tunaona utowaji wa fungu la kumi ulianza kwa Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe, ulianza kwa nani? Ulianza kwa Ibrahimu. Na Ibrahimu alitoa sadaka hiyo sio kwa sababu anaomba Mungu au anataka Mungu akamsaidie kushinda vita, ila Ibrahimu alitoa sehemu ya kumi ya vitu alivyokuwa navyo kama shukurani kwa Mungu kwa sababu amemsaidia kushinda vita. Tunaelewana mpaka hapo, watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu alitoa sehemu ya kumi ya vitu alivyokuwa navyo, sio kwamba anamwomba Mungu akamsaidia kushinda vita. Ni wakati ambapo ametoka kupigana vita, sasa amepata ushindi, akiwa anarudi njiani, anakutana na Melkizedeki, anatoa sehemu ya kumi ya vitu alivyokuwa navyo, anampa Melkizedeki kama sehemu yake ya fungu la kumi na alipomkabidhi mkabizi Melkizedeki tikio lake, alimpa Ibrahimu divai na mkate. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hiyo kwa maneno mengine, Ibrahimu alishirikishwa meza ya Bwana na Mungu mwenyewe kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo meza ya Bwana ulimwenguni, baba yetu Ibrahimu wa...